Maana angekuwa hata anamshika shati, utakufa utakufa. Nilienda kumwombea mgonjwa mmoja, ananiambia nashangaa, ndugu zangu wakipokea simu wanalia. Kumbe wamepewa taarifa ya namna hali yake jinsi ilivyo. Nikamwambia usiongee nao kwa simu, maana sisi tunaona uzima, wao wanaona nini? Kwa nini kwa wanalia, wanalia? Ukiona wanalia, maana yake wanaona kitu kingine. Kuna kitu kingine, Ibilisi anawaonyesha. Kwa hiyo wanalia, wakilia, maana yake wanaharibu ile imani tulionayo. Kwa hiyo nikamwambia usiongee nao kwa simu, usiongee nao kwa simu, kwa kuna wakati lazima Mungu afungue macho na hao wanaokuzunguka, ili muwe na imani moja, tunakwenda sawa. Kwa hiyo baada ya hao watu wawili kuwa na imani moja, Elisha akatoka na mtumishi wake, kwamba kwani ana wasiwasi, ameshaonyeshwa na yeye majeshi ya malaika ambayo yapo kwenye magari ya moto, wala hata ashtuki. Nataka tu kujua, kwa hiyo itakuwaaje. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo watafanyaje? Yaani ana hamu sasa, anataka kuona kinachotokea. Elisha alipotoka anaanza, sikilizeni, ninajua mnamtafuta Elisha. E Bwana, tusaidie sasa <laughs> msijali moyoni akamwambia Bwana, ninaomba wazuie wasione, wapige Upofu. Kumbuka wanaoombewa wapigwe upofu wanaona. Tunaenda sawa. Ndio kitu ambacho nataka ukielewe, sio kwamba macho haya yaliondolewa. That means unaweza ukawa na macho haya na ukafanya madudu. Ilishuka nguvu juu ya wote, hawamtambui Elisha tena hawatambui sauti yake tena. asasi mnamtaka wewe jamaa eh? twendeni niwapeleke Tunashukuru sana Bwana. Kaanza kuwaongoza, anawapeleka kati kati ya majeshi ya Israeli, akawafikisha kwenye majeshi ya Israeli. Majeshi ya israeli yamewazunguka pande zote. Tafsiri nyepesi ni mateka na wako chini ya ulinzi. Alafu ndipo anamwambia Bwana, ninaomba sasa uwafungue macho waone wako wapi. Unisikilize mtoto wa Mungu. Kama mtu anaweza akaomba mtu mwingine akapigwa upofu akiwa anaona, that means hata madhabahu za giza zinaweza zikakupiga upofu kwa. Unaweza ukawa unafanya biashara, lakini kipofu wewe. Ni bosi kwenye kampuni, lakini kimsingi ni kipofu. Wewe ni kiongozi kwenye taasisi, lakini kipofu kabisa, ni mpaka huyo aliyefunga macho yako atakapofanya maamuzi mengine. Kiashiria tu kitakachokuwepo ni watu watakuwa wanajiuliza maswali, mbona anafanya vitu visivyoeleweka? Mbona anafanya maamuzi ambayo hatuyaelewi? Mbona anaenda njia ambayo siyo sawasawa? Ndicho kilichowapata majeshi ya Washami wanaenda kwenye njia ambayo hawaielewi, wamefika, wako katikati kati ya majeshi. Unajua yule kiongozi wa jeshi la Israeli akasema sasa tu, hawa tuwaue. Elisha akasema hakuna sababu ya kuwaua leo, tumewafundisha adabu, wasijaribu kuipita hii njia tena Wapeni chakula, wale wanywe, alafu warudi kwa bwana zao, wakawaambie kule mlikotutuma hatujawakuta. Ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu, wale wanaokutafuta, wanaotafuta njia yako, wa kuheshimu wainame mbele yako, maana watasimulia habari zako kwamba kule tulikoenda, oh, tumekuta mazingira sio mepesi. Yule sio wa kumwendea kirahisi rahisi yule sio wa kujaribisha, duka lake sio wa kujaribisha, watoto wake sio wa kujaribisha, ofisi yake. Ninakuombea hiyo neema ya kulindwa, ya kutunzwa, ya kutetewa, ya kuepushwa na kila aina ya uofu na uharibifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.